ambacho kimeweza kuwekwa huyu mtoto wa rais wa Tanzania, lakini kabla sija kuelezea, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo ndio inazidi kukupa burudani na inazidi kukupa mizuka, inazidi kukupatia habari na udaku kila kukicha bwana, siasa, michezo na sanaa, pia mambo ya mziki tunakusudia kukuwekea. Ebwana, sasa hivi unajua Rais akishachaguliwa akishachaguliwa kinachofuata ni e, anaapishwa. Akishaapishwa anakaa kidogo alafu kuna namna anachagua mawaziri, ma, mawaziri wake. E, rais ndio anachagua mawaziri. Unatuma a, vibali vyako vyote, alafu anakagua na anakuchagua. Sasa wana, kuna kitendo fulani ambacho ameweza kukifanya e, japokuwa wananchi wengi hawajafurahia lakini ndio hivyo mtazamaji, naambua kila kiongozi anatoka kwa Mungu. Kwa hiyo inabidi tuweze kukubali na hali yenyewe, sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumpinga Mwenyezi Mungu. Sasa rais uh, wa Tanzania ameweza kumchagua mtoto wake ambaye anajulikana kama vile Wanu Hafidh Ameir Amir, Wanu Hafidh Amir ambaye amechaguliwa kwenye uh, kitengo kile cha Deputy Minister of Education. Ha, hiyo ni lugha ya Kiingereza mtazamaji. Ha, najua mashabiki wangu wengi wana udhaifu kidogo wa lugha ya Kiingereza, kwa hiyo nitakuwa nawatafsiria pia kwa lugha ya Kiswahili. Sasa Wanu Hafidh Amira, ambaye ndo mtoto wake wa kike wa huyu Rais wa Tanzania, amechaguliwa kwenye Deputy Minister of Education, yani kwenye waziri wa elimu alafu na mwanachini wa waziri wa elimu. Nadhani umeelewa sasa. Huyu, uh, huyu mwanadada ndo amechaguliwa ni mwana chini wake wa waziri waziri wa elimu uh, wa uh, alafu pia mume wake mume wake huyu dada, yani mume wake huyu mtoto wa rais wa Tanzania anajulikana kama vile Mohamed Omar Mchengerwa uh, pia naye ameweza kuchaguliwa kwenye uwaziri wa afya. E, waziri wa afya kama humjui mtazamaji, kwa sasa ni a, Muhammad Omar Achengerwa. E bwana ndio hivyo e, hawa wawili wameweza kuchaguliwa kwenye vitengo viwili maalum ni ambavyo ni hivyo nimekutajia. Sasa wengi hawajafurahia na kitendo hichi, lakini ndio hivyo, naambiwa mtu akishaapishwa kulingana na katiba hii ya Tanzania, anaweza unamchukia au umchukii, lakini akishaapishwa, basi hakuna namna vile ambavyo unaweza kurudia kura ama unaweza kurudia yeye aweze kuapishwa tena. Kwa hiyo akishapishwa, ndio hivyo kulingana na katiba yetu ya Tanzania hapa. E, bwana kuna jamaa fulani ambaye ana comment kutokea Uganda kule anajulikana kama vile Bobi Wine anasema kwamba e bwana, ukia ukiangalia Tanzania, ukiangalia, Tanzania na, na Uganda Uganda utapata uh, rais ama aweza kumweka mtoto wake katika kitengo maalum pale cheo kikubwa tu na hata pia Tanzania uh, mambo ni hivyo hivyo pia lakini ukiangalia Kenya Kenya hawawezi uh, kufanya hivyo sababu Kenya kule huwezi ukachukua ukachukua mtoto wako tu kamweka kwenye sijui waziri wa nini ama waziri wa salama, waziri wa elimu. Kenya huwezi ukafanya hivyo kwa sababu Kenya unajua kila kitu mpaka uwe na kibali qualification. Yani e, huyu jamaa anajulikana kama vile Bobby Wine.